Harakati za mwikenda leo zimetinga katika kanisa la Karmel Assemblies of God Ipagala, jijini Dodoma kujionea maandalizi makubwa ya kusimikwa kwa askofu mkuu wa kanisa hilo Dkt. Evance Chande, zitakazofanyika Aprili 19, mwaka huu, na mgeni rasmi atakuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa na hapa ni Askofu Chande akielezea kuhusu maandalizi hayo. Ndugu wa Tanzania wenzangu eh, namshukuru Mwenyezi Mungu kunipa nafasi hii eh, kuongea mbele yenu kwa mambo makuu yafuatayo. Jambo la kwanza ni wapongeze wale wote ambao wanajiandaa kwa ajili ya sherehe za sikukuu zaidi lakini pia na wale ambao wanajiandaa kwa ajili ya sikukuu ya Pasaka. Ni jambo jema na zuri kabisa kabisa. Sasa na mimi napenda kuzungumza nanyi Watanzania wote kwamba tarehe 19, mwezi wa nne, Kanisa la Carmel Assemblies of God litakuwa na tukio kubwa zuri la sherehe kubwa ambayo ni kwa ajili ya kumsimika askofu mkuu wa kanisa la Carmel Assemblies of God. Nachukua nafasi hii kuwakaribisha ndugu zetu wote wa Tanzania wote, wachungaji wote wa kanisa la Carmel Assemblies of God na ambao pia wa madhehebu mbalimbali tunawakaribisha, tunawakaribisha. Naomba msiache kufika kwenye sherehe hizi ambazo zitakuwa ni nzuri, na hapa zitafanyika hapa hapa Ipagala tarehe hiyo 19. Sherehe zitaanza saa mbili asubuhi na kumalizika saa nane. Mgeni rasmi ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa. Kwa hiyo tunawakaribisha wote wa Tanzania na Wanadodoma wote kushiriki kwenye sherehe hii muhimu kubwa sana. Dkt. Chande akielezea ratiba kamili ya shughuli mbali mbalimbali za kijamii watakazozifanya mfululizo kuelekea sherehe hizo kubwa za kihistoria. Na katika sherehe hizi Kanisa la Karmel Assemblies of God limejipambanua kuwa na shughuli za kijamii katika wiki ya kilele. Tumepanga kuwa na shughuli za kijamii tarehe 14, ambayo itakuwa ni Jumatatu. Tutakuwa na na jukumu la usafi wa mazingira, na hasa pia tunataka kwenda ku, eh, kwenye kituo cha afya cha kata yetu ya Ipagala tutauona uongozi, tutashirikiana nao katika kuhakikisha mazingira yetu yanakuwa mazuri, pamoja na upandaji wa miti eh, kama nafasi ya kufanya hivyo ipo katika eneo lile, tunataka tupande miti kama kumbukumbu yetu kama kanisa kwamba tumeshiriki eh, katika kutunza mazingira kwenye eneo hilo. Tarehe kumi na tano tunatarajia kuwa na tukio zuri la kupeleka maziwa ya watoto njiti pale hospitali ya mkoa, yani General Hospital. Tutapeleka maziwa na tutawasiliana na uongozi wa wa hospitali na tutapeleka kwa ajili ya kusaidia. Mnavyojua kwamba kuna watoto ambao pia wanazaliwa hawajatimiza miezi, lakini wazazi wao kuna changamoto ya kutoka maziwa, kwa hiyo sisi tunapeleka hayo maziwa katika kuwasaidia wale watoto njiti ili waweze kupata huduma maana hao pia wanaweza wakikuwa watakuwa watalisaidia taifa letu. Kwa hiyo hiyo tarehe kumi na tano, lakini tarehe kumi na sita na tarehe kumi na saba tutakuwa na jambo lingine zuri ambalo lenyewe litafanyika hapa hapa kanisani. Tutakuwa na kupokea mi, misaada mbalimbali au michango mbalimbali ya ya kusaidia watu wanaoishi katika mazingira magumu tunatarajia kuwa sehemu mbalimbali watu wenye mapenzi mema najua Watanzania ni watu wazuri na watu wenye huruma. Wapo watu ambao wanaishi katika mazingira magumu wazee, eh, wazee wengine ni yatima, wajane. Tutapokea vitu mbalimbali kutoka kwa, kwa Watanzania wenye mapenzi mema. Hivi navyozungumza kama kanisa pia tumeshajiandaa baadhi ya vitu kama chandarua tumeshaziandaa, na vitu vingine tunatarajia muda wowote vitaendelea kukusanywa, lakini hiyo tarehe kumi na sita na kumi na saba ndio itakuwa siku maalum hasa ya kuwasilisha. Kwa wewe Mtanzania Mwanadodoma unayenisikia, mwenye mapenzi mema, najua inawezekana Mungu amekubariki kwenye maisha yako, familia yako, minjine, una nguo, wakati mwingine huna hata pa kuzipeleka pengine una vitu mbalimbali ambavyo ungetamani labda pia ungewasaidia watu kama hao. Sisi tarehe kumi na sita na kumi na saba tutakuwa hapa, wapo watakuwepo watu tayari kwa ajili ya kupokea hivyo vitu, na lengo letu ni kuwasaidia wale ambao wanaishi katika mazingira magumu. Naomba niseme kanisa la Karmel Asemblies of Godi sio kwamba linaanza ewe, wiki hiyo ya ya, ya Pasaka hufanya eh, matendo ya huruma kama hayo. Kanisa letu li, limekuwa likifanya hivyo mara nyingi, limekuwa likiwasaidia yatima, wajane, wa, yatima wa kuwapa uniform, kuwapa madaftari, kuwapa kalamu eh, mabegi ya shule, tumekuwa tukifanya hivyo na kuwapa hata nguo za kuwasaidia wajane pia tumefanya hivyo, na wakati mwingine tumeshafanya pia hata kuwakatia bima ya, ya afya. Wakati fulani tulikatia kama familia 60 tukawakatia bima ya afya katika kuwasaidia. Ni ndugu zetu wa Tanzania ambao hawana eh, mtu wa kuwasaidia. Kwa hiyo sisi, na sisi pia tunapaswa kuwasaidia, tusiiachie serikali peke yake. Sisi kama jamii tushirikiane na serikali katika kuwapa misaada mbalimbali hawa ili waweze kuishi kama Watanzania wengine. Kwa hiyo kama una michango hata ya chakula ukiona vema una magunia mahindi, unasema mimi nataka haya yasaidiwe watu kama hao, itakuwa ni vizuri tu na Mungu atakubariki chochote ambacho unaona kinaweza kuwafaa hao ndugu zetu. Lakini pia eh, ni vizuri tuchukue vitu ambavyo viko bora zaidi katika kuwasaidia hao watu na, tarehe kumi na nane. Tarehe kumi na nane tutakuwa na tukio muhimu vile vile la uchangiaji damu. Tunatarajia kuwasiliana na hospitali ya Benjamin Mkapa e, ili kwa wale wanaohusika kule tuweze kuchangia damu kwa ajili ya Watanzania. Wako watu mbalimbali mahospitali, wengine wamelazwa, wana changamoto ya kupata damu, wakati mwingine ajali huwa zinatokea na linaleta ugumu sana katika kuwasaidia watu kama hao. Lakini kama eh, kukiwa na benki ya damu pale hospitali itasaidia sana kuwahurumia hao watu ambao wana matatizo na changamoto za kuishiwa damu. Kwa hiyo siku hii tuwaombe wale ambao wanapenda, walioko huru, sisi kama waumini wa kanisa la Karmel Assemblies of God tuko tayari kuchangia damu, lakini pia na wachungaji wetu wengine watakuwepo kwa ajili ya tukio hilo la kuchangia damu watakuja, maana itakuwa ndio tunakaribia sasa kwenye tukio la sherehe. Kwa hiyo watakuwepo na waumini wetu kutoka sehemu mbalimbali watakuwepo. Mpangilio wetu ni kwamba baada ya kuwa tumewasiliana tume na uongozi wa hospitali pale, watatupa miongozo namna gani wanaweza kuja hapa katika kuhakikisha eh, wana tunachangia damu katika kuwasaidia hao wagonjwa. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania nchi ni yetu, na sisi ni Watanzania wote. Tuishi kwa upendo kama tunavyoishi siku zote, tuishi kwa kuhurumia, e, jamii kama ambavyo tunafanya siku zote. Najua wapo watu mbalimbali ambao wanajitolea katika kusaidia watu kwa misaada mbalimbali, wamekuwa wakifanya hivyo. Tuendelee kuwa na moyo huo na tuendelee kushikamana tukisaidia nchi yetu na tuendelee kuiombea na ili kwamba tuendelee kuishi katika maisha ya amani. Mimi ni washukuru na niseme wanaipagala wote nawakaribisha sana, na watu, watu wengine wote wanadodoma, wachungaji, maaskofu wa madhehebu mbalimbali tunawakaribisha kwenye sherehe tarehe kumi na tisa. Tunatarajia pia tutakuwa na wageni kutoka Kenya, maaskofu kutoka Kenya, tutakuwa na maaskofu kutoka Uganda na Malawi, kwa hiyo nitakuwa ni tukio zuri na la kipekee kwa hiyo niwaombe sana msiache kuja tushirikiane. Sherehe zitaanza saa mbili na kumalizika kwenye saa nane. Niwashukuru sana Watanzania wote, Mungu awabariki, karibuni sana, asanteni. Waliyekuletea tukio hili kutoka hapa makao makuu ya nchi Dodoma ni mimi Richard Mwekenda wa Kamanda wa Matukio Online TV.